Ni siku moja tangu Rais Samia Suluhu Hassan aapishwe kuiongoza Tanzania kwa muhula mpya wa miaka mitano. E, hata hivyo, mtazamaji, uongozi wake unakabiliwa na changamoto kadhaa zikiwemo shutuma za ukandamizaji wa upinzani na madai ya kutofanyika uchaguzi kwa njia huru na haki. Na kwenye Kurunzi Live hii leo Jumanne tunazungumzia maudhui kuhusu hali ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 uliogubikwa na vurugu. Mimi naitwa Babu Abdallah na mwenzangu hapa, Tatu Karema. Mambo mazuri Tatu. Nashukuru nam. Hali ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 imegubikwa fahamu na sintofahamu, naweza kutumia neno hilo, maandamano pamoja na wasiwasi kuhusu mustakabali hasa wa kidemokrasia nchini humo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ameapishwa kwa muhula mpya wa miaka mitano e, lakini uongozi wake mtazamaji, umeanza katika mazingira ya mashaka na mgawanyiko wa kisiasa, kweli babu unavyosema, maana chama kikuu cha upinzani Chadema kilisusia uchaguzi mkuu huo kikidai kwamba mazingira yaliyoko sio huru na kwamba tume uchaguzi pia sio huru. Kulitokea maandamano wakati na baada ya uchaguzi, yakiongozwa na vijana waliopinga mchakato mzima wa uchaguzi na chama hicho kikuu cha upinzani Chadema kilidai kwamba zaidi ya watu mia saba waliuawa wakati wa maandamano hasa katika miji kama vile ya Dar es Salaam tatu eh, Arusha pamoja na Mwanza na maeneo mengine kadhaa, lakini eh, na kukumbusha kwamba, mtazamaji, amri ya kutotoka nje pia ilitangazwa katika eh, mji wa kibiashara wa Dar es Salaam huku mtandao wa intaneti ukizimwa nchi nzima hali ambayo bila shaka ilizuia upatikanaji wa taarifa huru kuhusu kilichokuwa kikiendelea nchini humo. Kweli kabisa, ni hali ambayo ilifanya mataifa mbalimbali kuweza kutoa wito kwa raia wao nchini Tanzania. Ubalozi wa Marekani nchini humo ulitangaza tahadhari kwa raia wake kufuatia vurugu na maandamano ambayo yalizuka baada ya uchaguzi huo. Ubalozi huo pia ulihimiza raia wake kutotembelea bila sababu muhimu, hasa katika maeneo ya mijini kama vile Dar es Salaam, Mwanza na Arusha ambako maandamano yaliripotiwa kuwa makubwa. na siyo, uh, mm -hmm. na sio Marekani peke yake, tunaona pia Uingereza, Kanada mm -hmm. ziliweza kutoa tahadhari kwa raia wao. Na bila shaka, mtazamaji, hiyo ni taswira tu kwa ujumla jinsi hali ilivyokuwa wakati na baada ya uchaguzi. Na tunarudi kwako, mtazamaji, tunakuuliza. Uh, je, unaionaje hali ya Tanzania uh, baada ya uchaguzi mkuu uliogubikwa na vurugu? Hili ni swali ambalo pia tumelichapisha katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Instagram. Unaweza kutembelea mitandao hiyo na kutuandikia maoni yako, na tayari naona ujumbe wake. Mudi Chandei, baba Ikra, huyo anasema e, huku Tanzania ni huzuni tu, misiba kila mahali. Nauona pia ujumbe wako Jose Thomas anasema Joto bado lipo, wananchi wamechukizwa hasa na hatua ya polisi kuwa raia wasiokuwa na hatia. William Kitengai, huyu ni mshauri wa jamii, ukiwa latona mugumu Serengeti Mara, unasema Watanzania, Tanzania tuendelee kudumisha amani na utulivu, kwani amani ni muhimu kuliko mambo mengine yote namwona Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, anasema tunayaomba mashirika ya chakula duniani yalete misaada. Nadhani kuna watu katika baadhi ya maeneo wanakabiliwa na utata wa kupata chakula kulingana na kulikuwa na ee, taarifa kwamba bei ya vyakula pia vimepanda vime maradufu, kweli kabisa. Alafu ukifikiria watu hawajaenda kazini tuseme kama siku tano hivi. Uh, huduma za benki za pesa, watu wengine walikuwa wanasema kwamba hawawezi kuzifikia, kwa hivyo ni hali kidogo ambayo imetatiza watu. Na Joseph Ndimbo anasema hali bado haijakuwa sawa, lakini ni hali iwe sawa, tunahitaji afuatayo. Kulingana naye, anatoa maoni yake hapa: uchunguzi wa kina ufanyike kwa mauaji yaliyotokea, waachiwe huru wanasiasa wote wa upinzani, waachiwe wale wote waliotekwa wafikishe mahakamani wahalifu wote ndipo mazungumzo yafuatwe kwa sasa. Isaya Liampe anasema ninachokiona, hapa mbele yetu kuna hatari ya mauaji ya mitaani kwa ajili ya visasi vya watu waliouawa wa hasa upande wa polisi Nam ya mmoja kati ya waliotoa maoni yao anasema kwamba kuna misingi minne ambayo lazima ifatwe mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba nchi inarudi katika eh, hali ya kawaida, lakini ametaja swala la mazungumzo. Un, unahisi kwamba kuna nafasi labda ya, ya, ya kutokea mazungumzo, na hakuweka wazi ni mazungumzo ya vipi, lakini eh, nafisi, nafikiri tafsiri ya wengi ni kwamba kutakuwepo mazungumzo kati ya uongozi ama utawala na upande wa, wa upinzani. Babu, swali halipasi kuwa kutakuwa na mazungumzo mm, lazima yawepo, yawepo, lazima yawepo mm, kwa sababu ni kitu ambacho hatuwezi kulala na kuota na kusema tunatamani kiondoke mm, kwa sababu ni kitu kimekuja, kwa sababu kuna kumekuwa na hoja, kumekuwa na watu, wamekuwa na maswala ambayo ya, wanataka yatatuliwe, hayajapata nafasi hiyo. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba swala la mazungumzo ni la kufikiria kufanya au la, ikiwa kweli nchi inataka kupona. Kulingana na mimi, Tatu Karema, mm, ni kwamba, lazima ipo haja kwamba mazungumzo afanyike, pande husika ziweze kukaa chini, kuona sawa yametokea vipi, tutasonga mbele, tutasonga mbele. Manake hivyo ni kama kufagia taka ha? chini ya mikeka sio? namtaokota neno hilo kufagia taka chini ya mkeka, lakini tunarudi kwako mtazamaji na kuona Musa De unasema hatuna la kusema itakavyokuwa na iwe, mioyo yetu haina amani, ila tunajipa faraja tu kwamba e, ipo siku moja Mungu atafuta machozi yetu, lakini na kuona pia Shia Rama unasema Watanzania tupo poa kabisa, amani e, imetulia e, tatu. mm -hmm. e, kuna ujumbe tunaendelea kupata hapa, lakini ni muhimu pia kumfahamisha msikilizaji kwamba e, Rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa rasmi jana. Eh, kuhudumu muhula wake wa pili katika hafla iliyofanyika Dodoma chini ya ulinzi mkali. Hafla ya kuapishwa ilifanyika katika uwanja wa kijeshi badala ya maeneo ya wazi, eh, kama ilivyo desturi. Hata hivyo, hafla hiyo haikuhudhuriwa na wananchi wa kawaida bali wageni maalum pekee wakiwemo maafisa wa serikali, mabalozi na hata viongozi wa kijeshi. Eh, tazama hotuba hii ya Rais Samia pindi tu baada ya kuapishwa.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 Ni kweli amejaribu kurudi nyuma kuangalia na kuona kwamba ni hali ya kuvunja moyo, kwamba Tanzania tunaoijua, Tanzania ya watu watulivu, Tanzania ya demokrasia, Tanzania ya watu wenye upendo. Yaani, Watanzania kwa kweli, mimi nawapenda, nafanya kazi na wengi hapo, wanavyoishi naamini ndivyo walivyo nchini mwao, ndivyo walivyo, ndivyo walivyo. Ametaja swali la turudie, hali zetu za kawaida mm. Lakini katika kuzungumza ni rahisi kuliko katika kutenda kwa sababu huyu ambaye unamwambia turudie hali zetu za kawaida, mm -hmm. Kana kwamba hakuna lilotokea, labda amepoteza mtoto wake, amepoteza ndugu yake, amepoteza mama yake, amepoteza baba. Hali itarudi vipi, kundio? Kwa hivyo bado kuna mengi. Kama nilivyosema, twatamani kweli hatua zipigwe kusonga mbele, lakini kwanza kuwe na ile hali ya maridhiano hali ya maridhiano hapo, siongezi sipunguzi. Mtazamaji um, kumbuka hafla ya kuapishwa kwa rais Samia ilifanyika katika uwanja wa kijeshi kama ilivyosema hapo awali, na kuhudhuriwa, kama ulivyotizama kwenye video, na wageni maalum pekee, akiwemo jaji mkuu, maafisa wa serikali, mabalozi na viongozi wa kijeshi, bila ya uwepo wa wananchi. Hapa nasisitiza, bila ya uwepo wa wananchi wa kawaida, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa mtandaoni. Lakini eh, leo si nafasi ya kujadili hilo nilitaka kuongezea lakini tusonge mbele tu kwa sasa. Rais Samia Suluhu Hassan alikula kiapo mbele ya Jaji Ibrahim Hamis Juma, akiahidi kulinda na kutetea katiba na umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hotuba yake pia alisisitiza kwamba serikali yake itawachukulia hatua waliopanga na kufadhili maandamano yaliyoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Na kwa sasa tuelekee moja kwa moja mjini Dar es Salaam tuone jinsi hali ilivyo katika mji huo wa kibiashara. Ni muhimu kuweka wazi hapa kwamba mtazamaji, amri ya kutotoka nje ilitangazwa katika mji huo pindi tu machafuko yalipozuka wakati wa uchaguzi Oktoba 29. Tazama video hii.

Haya, bila shaka e, ndio taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa ama mambo yalivyo hii leo e, katika mji huo wa kibiashara tatu e, umetizama alau kidogo, kumeanza e, niweza kusema hali ya utulivu imeanza kurudi katika mji huo wa kibiashara ya, mm -hmm. ya hali imeanza kurudi na twatumaini kwamba siku zinapozidi kusonga mbele watu watarejelea hali ya kawaida. Kwa kweli, tunaomba kwamba hali irejee ya kawaida, watu waweze kutoka na shughuli zao za kila siku, kama ni usafiri bila kupimiwa muda, kama ni kutoka, maanake kuna wengine waambiwa walikuwa wameumia, lakini kwenda mahospitalini jioni ilikuwa haiwezekani, kwa sababu ya katizo hilo la kutoka nje. Kwa hivyo tunazidi kuomba maduka afunguliwe, hmm. watu warejelee hali zao za kawaida, hata kama najua itachukua nguvu kidogo, lakini tuzidi kuiombea Tanzania, tuzidi kuiombea Tanzania tatu. E, tunarudi kwako tena mtazamaji, tunakuuliza e, hasa wewe uliopo nchini Tanzania, unaionaje hali nchini humo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 uliogubikwa na vurugu. Na kuona Eli Masaka unasema hakuna mtandao wa interneti. Naye Thomas Mayunga mwana Lolesia, huyu ni shabiki wa Simba kutoka Geita Tanzania. Yeye anasema tumebaki na maswali mengi, hakuna uhakika wa kesho, ila viongozi wetu na wahusia wathamini uhai wa wapiga kura wao, maana kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Buruhani Jumanne anasema Mungu atajibu, Mungu yuko hai milele, tunamtegemea atajibu wakati wake ukifika. Namuona Diana Maturo. Diana anasema hasira na machungu bado yapo ndani ya mioyo ya watu. Venance Adamson anasema ni vilio na majonzi kila mahali. Stella Mambo anasema nchi imekuwa ni kama nyumba yenye msiba mzito sana, binafsi moyoni sina amani wala raha. Mungu aturehemu, atupe baraka zake. Mungu aturehemu na atupe baraka zake, ni dua nzito hiyo. E, lakini tatu e, bila shaka tupo katika dakika za mwisho mwisho mwa kipindi, una kauli yote ya kumalizia Siwezi kosa japo moja. Uh, kile kitu ambacho naweza kusema ni kwamba Tanzania ipo katika kipindi nyeti, ani ya kweli haitarudi kwa maneno au kauli za majukwani, itarudi tu pale ukweli utakaposemwa, haki itakaposhinda, na dhamira ya dhati ya maridhiano itakapowekwa mbele ya maslahi binafsi. Kama taifa haipaswi kuogopa ukweli huu, vinginevyo itabaki kujidanganya kwamba maisha yamerejea katika hali ya kawaida, wakati kimsingi nchi ipo kwenye vidonda vya damu, machozi na visasi. Hatua ambazo zitachukuliwa na serikali katika miezi ya mwanzo ya muhula huu mpya babu zitakuwa na athari kubwa kwa mwelekeo wa taifa, iwe ni kuelekea maridhiano na mageuzi ya kisiasa au kuendelea kwa hali ya mvutano na mgawanyiko wa kitaifa. Dakta Tatu, kumbuka uongozi wa Tanzania kwa sasa hivi unapaswa kuchukua hatua za haraka, naweza kuziita za wazi e, pamoja na hatua jumuishi ili kujibu kilio hicho cha wananchi, hasa vijana, na kuhakikisha kwamba misingi ya dhati ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa kisheria unaheshimiwa kwa vitendo na sio kwa maneno makavu. Tatu, kama ulivyosema. Na kwa nukta hiyo, mtazamaji, tunafunga pazia la kipindi chetu cha Kurunzi Live kwa leo Jumanne ambapo tumejadili kwa kina hali ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Nasema asante kwa, ku, kwa kuchagua kuwa nasi DW Kiswahili. Panapo majali watukutane tena Jumanne ijayo sana, wakati kama huu wa leo, kwa mjadala mwingine wa kina na wa kujenga. Mimi ukiniita Babu Abdallah bila shaka sitokosa kuitika na mwenzangu Tatu Karema kwa niaba ya timu nzima ya Kurunzi Live akiwemo mwelekezi wetu wa leo eh, Silvia Mwehozi tunawaga, kwa, kwa herini hemi.